Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo tunafanya kababu za nyama kusaga ambazo zinajulikana zina sana Afrika na natumia nyama kusaga ya ng'ombe, na viungo vyetu ni unga wa giligilani, bizari nyembamba, pilipili manga na pilipili nyekundu, vitunguu, giligilani, tangawizi mbichi, kitunguu thom, mayai na na kipande cha mkate na, nitachukua mkate wangu unaweza kutumia mkate mweupe au chenga za mkate kama unazo. Tatia kwenye maji, hivi kidogo, utaroweka kiasi dakika moja hivi au mbili, alafu utatoa maji yote, alafu utachanganya humkate kwenye nyama, na unaweza kuzidisha kama unataka kuongeza slice mbili au tatu, unaweza kuzidisha haya. Sasa hivi nachanganya, lakini nyama yangu bado ina barafu, kwa hivyo najaribu kuikata kata, alafu tutaongeza, tatia vitunguu, sio lazima kama hupendi au hutaki na kitunguu thomu na tangawizi mbichi hapo tunatia, alafu natia na majani yangu ya giligilani na bizari zangu, na unaweza kuongeza bizari na pilipili pili mbichi kama unataka, kama unataka ya pilipili pili. Na chumvi kidogo chumvi, uh, uh, uhadharishi sana kwa sababu chumvi kwenye nyama kusaga inakuwa inatokeza sana, na hasa kama kababu zako zikiwa hazina umoto, basi chumvi ndio inapotokeza zaidi, okay. Tachanganya hapa vizuri, taweka na yai. Mama mimi napenda kutia mayai mawili kwa sababu nataka kabau zishikane vizuri. Sipendi kutia mkate sana kwa sababu nahisi mkate ukuwa mwingi , zile kabau zinakuwa zina ladha ya mkate zaidi kushinda ile nyama unakohuhisi sana. Lakini hiyo ni mimi yangu, mimi binafsi. Mwenyewe utafanya unavyopendelea. Okay, ndaiweka nyama kidogo ipate toke barafu. Sasa hivi tayari, kwa hivyo tunachanganya vizuri na nafanya madonge. Unaweza ukafanya madonge ya namna hivi ya duara, au unaweza kufanya refu kama unapenda. Inategemea mwenyewe unavyopenda, mie sina yani, nategemea, siku ingine nafanya refu, siku ingine nafanya za duara. Lakini kama unafanya refu refu, unajua ukizipika mara nyingi zinakuwa zina zinakuwa zina, zina ndogo time ukiwa unazikaanga, kwa hivyo pia unaweza kuziweka kwenye oven kwa moto wa juu, ukazitia kwenye sinia, ukazipika kwa moto wa oven wa juu, pia zinakuwa nzuri. Mia hizi tayari, nitaziweka ndani ya friji nikiwa na wakati natayarisha mafuta yangu. Okay, mafuta tayari, na ukitaka wakati mwingine okay, pia unaweza kuzichomea kuzitia mayai juu, alafu ukazichoma na moto pia, ni tahadhari, mimi naeka moto hapa kwanza wa juu I mean, wa juu juu kiasi, medium yani. Alafu unazipika kiasi dakika mbili hivi, alafu napunguza moto kwa sababu nataka kababu ziive sawasawa nje na ndani. Moto ukiwa mkali zitakuwa zimeiva nje, pia zinaweza hata zikaungua wakati ndani ziko mbichi, na pia zinakuwa kavu sana. Ninapenda kababu zangu ziwe zimaji maji ndani. Na ziwe laini, ndio maana napika moto kwanza mkubwa, halafu nashusha ili zipate kuiva vizuri. ya, na sana kababu piki. Upishi wa kababu tunavyojua, kwa siku hizi, ukisema kababu, watu wanajua ni kama una grill, lakini hizi tofauti, na najua watu wengi walokueko East Africa hasa Tanzania wanazi, wanazijua sana kababu hizi. Kwenu sio geni, sio, sio, sio za ugeni. Aya, sasa hivi tayari ntaendelea kupika nyingine, kukaanga nyingine yani nizimalize, alafu tutaweka kwenye sahani yetu. Mi napenda kupamba sahani, napenda uweke chakula kizuri ili yani mtu hata nikiwa peke yangu sina haja kuwa na mgeni kama leo. Napenda ukipamba chakula, mtu mwenyewe kinavutia, unaona raha kukila. Kwa hivyo tapamba, sina kitu chochote akilini mwangu lakini nitatizama na, na, na, nitaweka nini na nini kilichokuwa ndani ya friji. Okay. Nimeamua kuweka hii salad ili nipate ile rangi rangi, na ndimu yangu nimekata hivi na kshinakshi ipendeze, na unaweza kulia kababu, unaweza kulia chatine au pilipili pili yoyote na hasa napendeza ukikamua ndimu juu yake. Na mimi nitaweka vipi nini, vitunguu vya kijani hapa kupamba juu ili zionekane nzuri. Na kama unataka unataka kumfanyia mtu mmoja, hii ni yani pilipili, lakini sio pilipili kali sana. Kwa hivyo tutaweka kababu zetu hapa, mbili au tatu, tutatazama vipi zitapendeza kama ni mbili au ni tatu okay, Tatu. Afu pembeni pia nitaweka majani ya salad. Naona bora mbili zinapendeza zaidi. Kwa sababu nataka rangi nyekundu ionekane. Sahani napendeza ikiwa na rangi nyingi. Okay. Alafu tutaweka na ndimu yetu hapa pembeni na na nani, ni kile kitunguu cha kijani pia tutamwagia pembeni, alafu tutaweka na hapa. Bas, asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma Of Zanzibar.